Birthday ya Bi Maria Antonetti, mke wa Mobutu Sese Seko Kuku wa Zabanga, birthday yake imefanyiwa Paris kwenye hoteli kubwa kabisa, na muziki unapigwa na Orchestra Sosoliso. Sijui kaa nyii mliwahi bendi ya Sosoliso. Ilikuwa bendi ya vijana na ilikuwa ikipiga muziki ya... Hakuna kijana ambaye alikuwa hapendi muziki wa Sosoliso wakati wetu sisi tunakulia katika miaka 70, 80 ile. Kila party lazima uweke muziki wa Sosoliso. Napigwa muziki wa Sosoliso, Mobutu na mkewe wanacheza dansi. Sasa mimi nikatazama ile nikasema sasa namleta mwalimu. <laughs> Nikasema hii mwalimu akitazama na kitu mdita... <coughs> kitu. Mwalimu huwezi kumleta katika mambo ya kipuzi kama yale. Hili neno upuuzi, lakini hakika ni upuuzi. Basi kama unataka hata kufanya hiyo hiyo hiyo sherehe ya mkeo birthday, basi fanyie nyumbani, waite ndugu zako waje, eh? Mama wa Taifa na yeye leo siku yake kuzaliwa, na hivyo vyakula wakala ndugu zako, kwenda kufanyia uzunguni Paris. Sasa huyu ndio ndio mwalimu, mwalimu. Samahani kidogo vijana huenda umewacha kidogo ku kuambia kuhusu Mobutu labda kidogo alikuwa nani? Mobutu ana historia kubwa sana. Mobutu, yeye ndio alimpindua. Mobutu alipinduliwa, alikimbia nchi. Wewe umeuliza swali mm -hmm. nitatoka nje kidogo, umpate watu wa vijana wamesha kumjua Mobutu mm -hmm. Akaenda Moroko alikimbilia Morocco huko. Yesa ndio alimpokea. Sasa akenda na wapambe wake. Sasa hii siku zile gazeti la Newsweek, gazeti maarufu kamera kila wiki inatoka. Mwandishi anaandika. Wale wapambe wamefika kwenye five star hotel, hotel ya nyota tano. Wana register ndio wamekuja pale sasa. Brussels, ko Ubelgiji, watu wanamuuliza chumba gani unataka? Anasema suite. Suite ni hoteli lakini, kama nyumba kama nyumbani kwako, una vyumba, una mali pa kupumzikia, una, una, pa kupumzikia, una sitting room, una nini, una nini una nini yule, yule, yule dada mwenye kuandika kastuka ka mambo ya suti kwa siku ngapi? Akasema weka open mpaka hapo tena. Tukapokuwa tumekaa vizuri, tukwenye suti, huwezi kusema open, kwa sababu kwa siku nalipa dola elfu kumi. Akajua kwa huyu huyu, huyu, huyu, huyu ana wasiwasi labda mimi siwezi au sisi hatuwezi kulipa hii. Akaambia mamangu, wewe hofu yako nini? Ni kuwa sisi hatuwezi kulipa hii i nani hizo pesa mnazochaji kwa chuo kwa hiyo kwa hiyo suit sasa, alikuwa amechukua begi kama ile ambalo unaingia nalo kwenye ndege, akalinyanyua lile begi, akaweka juu ya meza, akafungua zipu, anaandika mwandishi, akatoa kinoo. Unajua kinoo, kinoo cha dhahabu, kinoo kimoja kile, akakweka juu ya meza, akamwambia hii haiwezi kulipa hii, dada? kisha sema mzee, si kama haiwezi Ina nunua hoteli yote. <laughs> Hawa wa huyu ndio <wa> Mobutu ana <laughs>